Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Majaliwa Majaliwa, ninapenda kukutambulisha viongozi wa kanisa ambao wapo hapa siku hii ya leo na wameshiriki pamoja nasi katika ibada hii ya misa takatifu katika adhimisho la miaka 25 ya waskofu wa Mwashamu Askofu Methodi Kilaini. Ninapenda kutambua uwepo wa yule ambaye ametufanya atue hapa siku ya leo na kiongozi wa ibada ya misa takatifu Mwashamu askofu msaidizi mstaafu Methodi Kilaini. Tunapenda <coughs> kutambua vile vile uwepo wa mwadhama Polycarp kadinari Pengo, Askofu mkuu msaidizi wa askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Pale mbele tunaye askofu wa jimbo hili la Bukoba ambaye ndiye mwenyeji wetu askofu Jovitus Mwijage. Tunaye balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini askofu mkuu Angelo Akatino. Ninaomba tuwatambue maaskofu jinsi walivyo pale mbele yetu, askofu Agapiti Ndorobo wa jimbo la Mahenge. Askofu mkuu Isaac Amani wa jimbo kuu la Arusha. Askofu Masondore wa jimbo la Bunda. <laughs> Mwashamu askofu mkuu Renatus Nkwande wa jimbo kuu la Mwanza. Mwashamu askofu Almachius Rweyongeza wa jimbo la Kayanga. Mwashamu askofu Godfrey Masegada, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Mbeya. Ninaomba ajili na upande huu. Mwashabu askofu mstaafu, mwasha, mdanya, asofu, mstaafu wa jimbo la Sumbawanga, mwashabu Daniel Kiarusi. Askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Tabora, askofu Paul Ruzoka. Askofu mkuu msaidizi wa mstaafu wa jimbo la Arusha, Joseph askofu mstaafu wa jimbo la Bukoba Desderius Roma. Askofu wa jimbo la Zanzibar Augustino Shao. Askofu na makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Eusebius Nzigilwa wa Mpanda. Askofu Stefano Musomba wa jimbo jipya la Bagamoyo. Askofu John Ndimbo wa jimbo la Mbinga. Askofu Salutaris Libena wa jimbo la Ifakara. Askofu Wilbrod Kibozi wa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dodoma. Askofu Christopher Dizeye wa jimbo la Kahama. Askofu Henry Mchamungu, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. askof Prosper Limo Askofu msaidizi wa jimbo kuu la Arusha. Askofu Severini niwe mugizi wa jimbo la Rulenge, Ngara. Askofu Cosmas Mwagala wa jimbo la Mafinga. Askof Michael Msonganzila wa Jimbo la Musoma. Askof Liberatus Sangu wa Jimbo la Shinyanga. Askof Joseph Mlola wa Jimbo la Kigoma. Mwashao Askof Beatus Urasa wa Jimbo la Sumbawanga. Tunao vile vile wawakilishi wa, wa majimbo. Tunaye Vikari Jenerali wa uh, wa jimbo la Singida aza Fransisi Libu. Tunao wawakilishi wa taasisi zetu za kanisa wa, wakiongozwa na Monsinyo Pius Rutechura, na tunaomba taasisi zote za baraza wasimame. Na tunao vile vile kutoka baraza la maaskofu katoliki baadhi ya watendaji naomba wasimame.